Sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM ziliendelea jijini Mombasa ambapo leo viongozi wa chama hicho wamekutana katika bustani ya Swahili Port na kujiunga na wananchi kwa kuadhimisha hafla hiyo. Watu walionekana kufurahia sherehe hiyo kutoka kwa nyimbo na midundo ya miziki ya kisasa pamoja na wasanii wa Mombasa walioalikwa kutumbuiza. Mambo yalizidi kuwa moto pale Waziri Hassan Joho alipowasili na kupanda jukwani alimiliki jukwaa lote na watu kumfurahia kwa uwepo wake na jinsi alivyokuwa akicheza pamoja na wasanii waliokuwepo. Patamu zaidi ni pale alipotoa zawadi ya shilingi elfu kumi kwa mashindano ya mtu yoyote atakayeweza kuukumbusha umati maneno yoyote yaliyokuwa kinara wa chama hicho hayati Raila Amolo Odinga katika siku za uhai wake. Ila yupo aliyoubeba umati kwa kuimba wimbo aliyouenzi sana kinara wa chama hicho hayati Mzee Raila Amolo Odinga na kuondoka na pesa nyingi zaidi. Baba alisema atarudi pale Kibera kupika mandazi lakini msitu wa mao irudi kwa wenyewe. Yes, asante Baba Raila Molo Dinga alisema tuko kwa serikali ya William Samuel Ruto natuko na tuko na Hasan Jo alituacha na William Samuel Ruto na tuko kwa bro sasa huyu sijui kama nimpe nimpe 10 ama nimpe 9. Ashika. Ah, alisema sisi kama wa Kenya tuungane, na ya pili pia alisema 10 10 points 10 points agenda ya kwanza alikana President William Ruto. Awe shika tu. Wewe <laughs> nimekurumia. Haya, Raila once said tukiwa kwa siasa, alisema tukiwa Meru hadi za Jubilee ni kama mnyambo wa punda

15, 15. Mashindano hayakuwa ya wananchi peke yake, waheshimiwa walihusishwa. Na hii ilitokea pale Mheshimiwa Joho alipotaka gavana wa Mombasa Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir na seneta wa Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna kumalizia wimbo pendwa huo huo, aliyekuwa kinara wa chama hicho, ndipo mambo yalipokuwa magumu kidogo kwa gavana wa Mombasa.

Siasa zilianza kupamba moto pale mbunge wa Dagoreti Kaskazini mheshimiwa Simba Arati alipopanda jukwani na kuomba vijana wazingatie sana masuala ya nidhamu msimu wa siasa, na kuwa licha ya chama hicho kuachiwa mheshimiwa Uburu Odinga na kwa uzee wake bado watasimama naye zaidi na kumsaidia kukiimarisha kuimarisha chama hicho. Vijana, mikutano yetu yote nataka niseme lazima ikuwe na adabu we must be disciplined at all cost, ndiposa tuchukue uongozi katika mwaka wa 2027 na nataka niwahakikishie, sisi baba amelala, yule ambaye ni party leader saa hizi ni, ni Daktari Oburu Odinga ni mzee, tutashikilia yeye, tuhakikishe kwamba chama hiki kimesimama. SD wangu hakuna vile tutaacha kiti, kiti hiki cha chama chetu kiende chini. Vijana wengi wamesema tafadhali msiuzwe, don't be bought. Hatuwezi nunuliwa kivyovyote vile. Mambo yalichacha zaidi pale Winnie Odinga alipopanda jukwani vilevile na kutoa onyo kali kwa wasaliti wa chama hicho wanaopanga njama fiche za kukiuza chama hicho kisirisiri. Huku pia jamii ya wa Wasomali haikusalia nyuma, kwani katika hafla hii walikuwa na yao ya kusema. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambayo wanatembea nasi mchana, lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani.

We are the new leaders from the Northeastern and we really feel appreciated and we really feel we have never been left behind by the ODM. We really celebrate and this movement, we are continuing with it. Long live Baba. Just to say, ODM ndo chama ya kusema. Tunawaambia vijana wa Northern Kenya. Wazoe hizi sura zitakuja katika bunge 2027. Largely and Uh, tutaunga vile party leader atakavyosema. Akisema tuunge serikali mkono 2027, tutafata la kisema. Pia hatuwezi sisi kama wana chama wa ODM, hatuwezi mezwa katika serikali inayokuja, inshallah.